Hakuna tajiri mjinga hapa duniani, usijidanganye. Yaani usije ukafikiria kuna tajiri mbovu. Kutafuta hela mpaka zipatikane, hela zinatafutwa mpaka na majini. Unafikiria mchezo? Hela zinatafutwaga mbali, mpaka mtu awe na akili ya kuzalisha kitu, ame ana ufahamu, ana utashi, ana uwezo. Na nenda kafanya research pamoja na mimi kama utakuta kuna tajiri mjinga huku duniani. Matajiri wote wana akili zilizotangulia ndio maana watakutuma, watakuajiri, watakulazimisha ununue vitu kutoka kwao. Oh, ah, wanaomiliki Instagram, wanaomiliki Facebook, wanaomiliki hizo smartphones, si teknolojia mbalimbali mbali duniani, unafikiri ni wajinga? si wajinga. wewe Wendu, ndio kazi yako ni kucheka tu, kila ukitumiwa message, ukutana na klipu, kazi yako ni kucheka. Ushakuwa chizi chumbani, ushakuwa chizi barabarani, ushakuwa chizi kwenye gari yako lakini wenye akili wanakutumikisha na unalipa MB. Are we together? we kazi yako ni kucheka tu. Hey, jamani, ilivyofika hicho kichekesho kwenye simu yako, hujui mwenzako ni hela. We kazi yako ni kucheka na kulipa buku elfu kumi. <laughs> That is life. Sasa nataka kuongea nini? Kuna watu ambao wanaingia kwenye kikao na wananyamaza kimya, kaambia ni hekima kunyamaza. Hiyo ni hekima kunyamaza? Uenda wazimu, kunyamaza jambo unalolijua na mwingine ana experience kabisa. Hii idea mliotoa, nilishawahi kujaribu, hata kwenye mambo yangu kule nyumbani, ya kafeli, kwenye organization ya kafeli. Jamani, nataka niwashauri hichi kitu, hapana lakini anajua kabisa e, ndio. Na hasa anapokuwa ni mchungaji yuko mbele, sasa anakola e, ndio baba mchungaji, ndio e, baba. Katika mambo ambayo sipendagi kwenye maisha yangu ya kichungaji, usiniambie ndio mchungaji ya uongo. Tell me the truth, niambie ukweli, utanisaidia. Na miongoni mwa watu waliowahi kuambiwa ukweli duniani ni mimi e, nimeambiwa ukweli na dunia nzima. I like it na niliingia kwenye hilo la kuambiwa ukweli na nikatoka salama. Inua mkono wako pamoja na mimi yes! we need the truth. Unahitaji mtu mmoja atakaye kuambia ukweli kwenye maisha yako, hata atakusaidia kuliko elfu wanaokudanganya, wanaokuambia ndio, ndio, na wanajua pale haukanyagi. Uendi, ndio baba, ongera sana, tuko pamoja na wewe, tuko pamoja na wewe, tuko pamoja. Sasa wewe, ngoja upate matatizo, ndio utajua ulikuwa pamoja na nani. lakini watu wanaoweza kufahamu, kuelewa, kujua na wakatumia uwezo wao ni wachache sana duniani. Je, uwezo uliopo ndani yako umeutumia? this is my question. Uwezo, a very unique power you have, nguvu pekee ya ajabu iliyoko ndani yako umewahi kuitumia? Jamani, nimeangalia na kusoma na kusikiliza hotuba mbalimbali, nimeambiwa huku duniani, ukiona mwanadamu ambaye pengine amegundua kama wanaogundua kompyuta waliogundua teknolojia mbalimbali mbali, na waliogundua teknolojia ya ndege na vitu vingi, naambiwaga hawa watu wametumia chini ya asilimia kumi ya akili na uwezo walionao. Wanadamu wote wanaoishi duniani hakuna aliyewahi kutumia zaidi ya asilimia tisini. Zinakufa usiku zinafufuka asubuhi, ni sleeping giant. Wale waliogundua vitu vikubwa na mabilionea waliofanya biashara wakawekeza duniani takwimu zinaonyesha na mwende mkasome, mwanadamu huyo wa ajabu ametumia uwezo wake wa brain yake, nguvu yake ya ndani chini ya asilimia kumi. Hao mabilionea akina Dangote, the black billionaire in Africa kwa, kwa, black kwa worldwide uh, bilionea mweusi dunia nzima Aliko Dangote ametumia breini yake ya uwekezaji na akili yake ya kibiashara chini ya asilimia kumi. Asilimia tisini plus hazijatumika. Sasa wewe, sasa wapoda podoa, wakununua kuanzia mandazi ununua uh, tui la nazi huko linakotoka. Mimi sitaki kutaja, sitaji biashara za watu hapa, ambao unanunua kila kitu kwenye maisha ya kwako, na nyanya zilizopakiwa, kila kitu hapa Dar es Salaam, na ukimaliza upitie tena pale gengeni, wende ukanunue, ambaye hauzalishi chochote, kila kitu unanunua. Wenye akili zao washafikiria, lazima una uvivu wa kukuna nazi na hivyo mara unasema unaumwa mgongo, mara huna nafasi ya kutosha, wakakupakia kwenye kipaketi chako cha nazi. Ukitoka hapa nazi, maharage maharage ya nazi, kisamvu cha nazi, utapita pale ukanunue tu, no way. Sasa wa, wale wengine ambao hawana chochote, hata siku moja wakae watunge hata wimbo Oi, ni mabikira wa brain Yani, wako pale na akili zile zile walizozaliwa nazo na uwezo waliozaliwa nao na watakufa na uwezo walio nao, isipokuwa wenye uwezo waliotumia brain yao ya asilimia hiyo chini ya kumi wamewalazimisha sasa, nunua nazi, nunua ukwaju. Eh, si ndio? Hata ukwaju si ukwa ukwaju, nunua mpaka na udongo ule wa kichuguu ukiwa mjamzito, nunua utaenda wapi? udongo wa kichuguu unanunua, utaenda wapi? Lakini neno uwezo ulio ndani yako ni mkubwa sana. Hiyo nguvu iliyoko ndani yako, umewahi kuitumia? Yani nikikuuliza, nguvu yako hapa duniani ni nini? Umbea? hata kama ni umbea, ufanye ufungulie, mtandao ukuingizie hela, mambo ya kwenda umbea wa kusutwa Wakaziga ni umbea ambao hauna hata mia. Yaani ni kitu gani ambacho unasema this is my strength, hii ni nguvu yangu ninajipata. Una uwezo katika lipi? Una wengine ambao wakiimba unawaona nguvu ya uwezo ulioko ndani yao. Nilishasema tena, jamani, wengine tunaimba kwa sababu imeandikwa, kila mwenye pumzi na msifu Bwana, haleluya na, na tuna andiko la kusimamia kwamba hata kama tunaimba sauti za 40 lakini kila mwenye pumzi haleluya. Makabila mengine hatujui kuimba kivyo, lakini Mnyakyusa ni hiyo ni hiyo mbegu inayotokea South Africa inapanda upande huu unatokea huku, mbegu hiyo inayotokea huko South Africa inakuja hivi, unaweza kuona tofauti iliyopo. Lakini umejitafuta na umeiona hiyo nguvu iliyoko ndani yako na uwezo ulioko ndani yako maana nyingine kuna nguvu ambayo ipo ndani, na mimi nakuomba tafadhali, jitafute ujipate, lazima ujue una kitu gani kilichoko ndani ya kwako ambacho kwa kweli katika hicho, baki nacho. Mambo ya kuigaiga na kuwa na roho ya kichawi ya kuwa na tamaa, ukimwona huyu unataka kuwa kama huyu, ukimwona huyu unataka kuwa kama huyu, ukimwona, sasa utakuwa nani?